Na mtazamaji bila shaka ni picha ambazo hazifurahishi kuziona machoni hususan kutoka kwa viongozi. Tuna imani kwamba mwafaka utapatikana na mambo kama yale yasijirudia tena. Na baadhi ya viongozi wa kisiasa kaunti ya Narok wametetea utendakazi wa Rais William Ruto na kuwarai Wakenya kumpa muda zaidi kutekeleza aliyowaahidi. Wa kuzungumza katika uwanja wa shule ya msingi ya Murkan, eneo bunge la Emurua Dikirr, viongozi hao alisema Rais Ruto ana kipindi cha miaka mitano kukamilisha ahadi alizotoa. Uko na mwaka mbili tu, umemaliza mwaka mbili kama rais na unaojua venye rais anapigwa saa hii na kila mtu left right and center, but kenye tumeambia rais, ukiingia form 1 uwezi jua kama unaenda university mpaka ufanye mtihani ya form 4. Hiyo mambo ya kutukana viongozi, hiyo haina maana. Ile kitu iko na maana tunasikia mkizungumza vitu ambayo sisi tunajua ni criticism ambayo ni ya ukweli, tutarekebisha. Sio mbaya ukuja kutuambia hii ni mbaya Ini mrekebishe ini, hatutarekebisha, lakini hiyo mambo ya matusi mpaka unaona watoto sijui wanachora nini sijui nini, sio mbaya, lakini jua hata sisi tuko tunajua ni wakina nani. Wakati huu ni wakati wa kazi ya kufanyia wananchi. Rais wetu William Samoei Ruto anataka sana kuhakikisha kwamba shaa inafanya kazi. Tunajua kwamba wengine wetu hatujajisajili. Na mimi nataka kuomba watu wetu. Kila mtu ajiandikishe katika hiyo SHA ambayo ni medical insurance.